Tahariri yetu hii leo tunatupia jicho taifa la Sudan. Nchi hii imeshuhudia miaka miwili ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Maelfu ya raia wake wamepoteza maisha na mamilioni ya wengine wamesalia wakimbizi wa ndani kwa ndani. Vita vya sasa vilianza baada ya wanajeshi wa serikali na kundi la Rapid Special Forces yaani RSF kungang'ania madaraka pale utawala wa mpito ulipoanguka. Sudan haina serikali inayotambuliwa kimataifa, mbali makundi mawili ambayo yanadhibiti maeneo tofauti ya nchi. Hii imefanya taifa hili na hasa waathiriwa wa vita kuachwa bila msaada au mahitaji ya maisha. Kennedy Wandera ameandaa tahariri ifuatayo akiangazia hali nchini Sudan. Mashambulizi ya hivi karibuni katika kambi ya wa wakimbizi ya Dar el Alkam mjini El Fasha ni kumbusho chungu cha mateso yanayoendelea nchini Sudan. Zaidi ya watu 60 waliuawa, wakiwemo watoto na wazee, kufuatia shambulio la ndege isiyo na rubani lilolenga hifadhi ya raia wasio na hatia. Mashahidi wanasema miili iliteketea kwa moto, huku hospitali zikiporomoka kwa wingi wa majeruhi. Kwa miezi 17 sasa Elfasha imezingirwa na kikosi cha Rapid Support Forces RSF ambacho kinalenga kuliteka jiji la mwisho lililoko chini ya udhibiti wa jeshi la serikali katika eneo la Dafuu. Hali imefika pabaya kiasi kwamba kamati ya upinzani ya mji huo imetangaza kuwa imevuka kiwango cha janga na mauaji ya halaiki. Vita vya madaraka vilivyoanza mwaka 2023 kati ya viongozi wa jeshi na RSF, Abdel Fatah al Burhan na Mohamed Hamdan Dagalo, vimeizamisha Sudan katika moja ya migogoro mibaya zaidi ya kibinadamu duniani. Watu zaidi ya milioni 12 wameakimbia makazi yao na huku zaidi ya laki moja na nusu wakipoteza maisha. Ukosefu wa chakula, magonjwa na hofu vimekuwa sehemu ya maisha ya kila siku kwa raia wa Sudan waliotekwa katikati ya mapigano. Ni sharti kwa viongozi hawa, Burhan na Dagalo, waichague Sudan wakisimama kinyume na mapigano yasiyo na mwisho. Nchi jirani zinazochangia au kuruhusu mzozo huu nazo zinastahili kuona aibu tena aibu kubwa kwa kushindwa kulinda maisha ya raia wasio na hatia hata hivyo kilicho cha kusikitisha zaidi ni kimya cha dunia wakati watoto wanateketea kwa moto na hospitali zikilipuliwa viongozi wa kimataifa wanasalia kutoa matamko ya kulaani bila hatua za dhati umoja wa mataifa tayari umeonya kuwa mashambulizi zaidi dhidi ya raia yanaweza kufikia viwango vya uhalifu wa kivita lakini onyo pekee halitoshi wakati RSF ikionekana kupata nguvu zaidi na kuzingira elfasha kwa kuta za udongo, dunia inapaswa kuchukua hatua sasa, sio okay kesho. Ni lazima jamii ya kimataifa isimamishe mauaji haya nchini Sudan, ipige marufuku usambazaji wa silaha nchini Sudan na kuanzisha shinikizo la kimataifa la kusitisha mapigano hayo. Sudan inakaribia kufutika kwenye ramani ya utu. Lakini Sudan inapoendelea kufutika kwenye ramani ya utu, wapi Umoja wa Afrika AU? Watoto wanauawa El Fasher. Hawahitaji tena ahadi, hawahitaji kimya, wanahitaji ulinzi. Dunia isipoamka sasa, damu yao itakuwa doa la aibu katika dhamira ya ubinadamu.